Operesheni ya kutafuta bunduki tano zilizochukuliwa na watu wasiojulikana katika kituo cha polisi cha Dagoreti wakati wa maandamano ya Jumatano inaendelea. Mashambulizi ya vituo tisa vya polisi na hata idara ya mahakama yakikosolewa huku wizara uh, ama Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na Jaji Mkuu Martha Koome wakiyataja matukio hayo kama matukio ya kigaidi. Seto Lale anaarifu. Ndiyo taswira ya mambo katika mahakama ya Kikuyu na afisi za serikali katika mji wa Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Moto ulioteketeza majengo hayo mawili ungali unatokota. Jumba la mahakama hii limeteketezwa kabisa. stakabadhi muhimu zikiwemo faili za kesi mbalimbali zimetapakaa kila mahali. <coughs> vyumba vya kuwasajili walalamishi wa kesi pia vimetekea. Hakuna chochote kilichookolewa katika mahakama ya Kikuyu kufuatia yaliyojiri wakati wa maandamano ya Jumatano. Jaji Mkuu Martha Koome ambaye alikagua uharibifu huo akitaja tukio hilo kama la ugaidi uliotekelezwa na majangili. Where do we move it where do we get the resources for us to be able to move this facility to another location. Afisi kuu za serikali kuu na zile za kaunti ya Kiambu za kutoa huduma mbalimbali mbali pia ziliteketezwa kwenye maandamano mjini Kikuyu. Aidha, kituo cha polisi cha Kikuyu pia hakikusazwa. Jumla ya vituo vya polisi tisa vilishambuliwa huku tano vikiteketezwa. Aidha, ripoti za serikali zinaashiria kuwa maafisa wa polisi mia tatu walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo katika maeneo ya Juja, Vila, Molo, Rongai, Matu, Maimahio, Olkalau na Dagoreti ambapo bunduki tano zilichukuliwa na watu wasiojulikana tarehe 25 Jumatano mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Huenda ikawa ni siku ya mwisho kwa wakazi kutoka eneo hili wanaotafuta haki kufika katika mahakama ya Kikuyu. Kwa sasa jaji mkuu Martha Koome anataka wawe na subra, huku idara yake ikitafuta suluhisho. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika mahakama ya Kikuyu, kaunti ya Kiambu.